Mimi mwenyewe ni mmojawapo. Kwa nini klabu ya Simba haisajili wanachama? Mnajua shida ni nini? Mwekezaji alizuia wanachama wasajiliwe. Mwekezaji alizuia wanachama wasajiliwe. Na sababu za kuzuia, akasema wakiwa wengi gawio itakuwa kubwa, kwa sababu tunakwenda kwenye mfumo wa uwekezaji, mfumo wa Isa asilimia 51 49 akatengeneza wakatengeneza mikakati ya kuandaa ukomo wanachama wao watu elfu hamsini. Sisi wanachama na mashabiki tukapiga kelele, hapana, haiwezekani klabu ya Simba wakawa mashabiki elfu hamsini wanachama, klabu ina watu wengi. Ina maana mimi Dr. Mom, mtoto wangu akizaliwa, wakakesha miaka ijayo, wataka kuwa shabiki wa Simba akiwa wanachama, akitaka kuwa mtoto wa Simba aspart your platform, tukapiga kelele, na mtoto mkuu wa mwaka 2022 2021 ukatengua hilo wanachama wakawa hawana ukomo, lakini ni upande wa mwekezaji ndio ambao ulipopose, ulipendekezwa wanachama wana ukomo wa watu elfu hamsini. Si tukaondoa rezu hiyo, lakini bado wakaendelea kushikilia toka mwaka elfu mbili kumi na saba wanachama hakiawe, wa Simba hawajapata haki yao ya kusajiliwa wanachama wapya. Wanachama waliopo ni wale wale kwenye data bezi ya Simba wazidi elfu kumi na nne leo. Yanga wa data bezi ya watu karibia laki mbili ambao wamesajili wanachama wapya, wanaingiza hela nyingi sana kupitia eneo hilo wanachama wa Yanga kulipa pesa hao laki mbili hata elfu ishirini tu, wana zaidi ya bilioni bilioni ishirini kwa mwaka wanazipata. Sisi tunapata nini? Na upande wa uwekezaji walizuia haya kwa sababu hakutaka klabu ya Simba asilimia hamsini na moja iwe na nguvu kifedha, kwa sababu ikiwa na nguvu kifedha haiwezi ikafuata matakwa ya upande wa uwekezaji, ka wakazuia hili la kudahili wanachama wapya, ili klabu yetu ikosa mapato isiwe na fedha, ili tuwe ni timu ambayo inategemea mtu. Hatuwezi, tumechoka. Leo leo mpaka sahizi timu yetu ina struggle kupata mishahara wachezaji. Mwekezaji hapatikani, mwekezaji hapatikani, dirisha la usajili dogo, mwekezaji hapatikani kwenye simu mpaka dirisha nakaribia kufungwa. Wewe ndio baba wa familia unajua kila januari lazima mimi mtoto wangu nilipia inafika januari unafunga simu unapatikana mwezi wa nne hata senti tano kwenye pesa hizo ambazo unazodai simba tabaki kuwa salama na wewe binafsi utabaki kuenjoy na simba na pesa ambayo umezipata simba na faida ambayo umeipata simba lakini swala la madeni simba sahau mwenzako manja alidai bilioni kumi na moja watu wakamwambia lete nyaraka hiyo ambayo tumesainiana na wewe udai bilioni 11 namoja Manji baga anaondoka duniani tunavyosema sasa hivi. Tunamtakia kila laheri kwa alipo. Hiyo nyaraka inawasilisha klabu. Watu kule wamwambia, leti tuoneshe tu kusainiana, tukulipe. Hakupeleka. Sasa na wewe kama hizo nyaraka zipo, umesainiana na viongozi hao upande wa wanachama. Awe mtazama Mungu, awe mjumbe wa bodi ya Shabaraka, awe Isa Masudi, awe Salman Yarubu, eh? Au kama wapo. Umesainiana nao. Basi wao wajiandae hizo pesa watalipa na familia yao, sio simba. Kwa sababu sio tujawapa zamani wakauze simba. Zamani tukawekeze, lakini kuwekeza kwenyewe inaonekana katiba ilipindishwa pindishwa kwamba ina mfavor yeye, na sasa ndio watu wanamwambia Mangungu, nenda kai, hakikisha katiba hii inarudi upande wetu. Sasa inaonekana mbona kashashindwa katiba rudi upande wetu, anaanza kuzira sasa, kususa na kutengeneza mabomu na kuweka machawa nje, ili kutupigisha shoti tuotuendelea tuendelea kufungwa afa katulia timu. Wewe Simba unacheza fainali ya upo. Simba anacheza imecheza Moroko ulikuwepo. Lakini timu inaenda Zanzibar. Unasema mimi matukio yalotokea ya Morocco sijayapenda, Zanzibar siendi, unanisusia nani? Mtoto wa kwako kasha kuwa kizi unamsuzia nani? Unamsuzia jirani wa kwako? Jirani sasa inaendelea kumpa matakataka hale kwani wake yule. Kwa hiyo kama mtoto, mtoto ni kizi ni wa kwako, nenda kamshuhudie, isiwe na fedha hii tu. Ni timu ambayo inategemea mtu, hatuwezi tumechoka. Leo leo mpaka saizi hii timu yetu ina struggle kupata misaada wachezaji, mwekezaji hapatikani, mwekezaji hapatikani Dirisha la usajili dogo, mwekezaji hapatikani kwenye simu mpaka dirisha linakaribia kufungwa. Wewe ndio baba wa familia, unajua kila Januari lazima mimi mtoto wangu nilipia hapo. Inafika Januari unafunga simu unapatikana mwezi wa nne. Wewe ndio baba bora kweli. Tumempa masaa sabini na mbili Mohammed Dewji amebeba vilago vyake aende. Sio timu ya familia tiba sio simu ya kupewa mkopo kama alikuja Simba kwa ajili ya mkopo kwa nini asiseme? na kama anaona bilioni zake ni nyingi sisi wana simba tupo mashabiki zaidi ya milioni 20. Atuambie tutachanga hata kwa elfu kumi tutamlipa hela zake. Kwanza tudai. <coughs> Nani huyo?